Kaunti nambari tatu ambapo wafuasi wanawake wa chama cha UDA huko Malindi kaunti ya Kilifi wametishia kufanya maandamano kulaani tukio la kupigwa kwa kiongozi wa kike ndani ya bunge la kaunti ya Kilifi. Kiongozwa na kiongozi wa kinamama Janet Kihiko, wanawake hao wameapa kupiga kambi katika bunge la kaunti ya Kilifi kushinikiza haki kutendewa kwa mwakilishi wadi huyo maalum wa chama hicho Elaina Mapenzi anayedaiwa kuudhulumiwa bungeni humo. <Fonda> Lile jambo lilitokea jana, kusema ukweli, sisi kama wana Malindi ama Kilifi kwa jumla limetukera sana. Imeonyesha ya kuwa mama hana nguvu ya kuongea lolote pale bunge Jamani, Elina Mapenzi, MCA nominated, alikuwa anatetea mambo ya budget ambayo imepelekwa pale bunge, na bajeti hiyo alikuwa anatetea hao komiti ambao wanaketi kwa hiyo bajeti, ndio walikuwa wanafaidika katika hiyo bajeti, wanajiwekea miradi katika wadi zao. Elina alipokuwa anawaambia hivi, mnavyofanya si haki, kuna wadi thelathini na tano, kila wadi ipewe haki yao. mimi nime kashifu sana na nimekemea sana. Imelaniwa hiyo. Mheshimiwa kuongea ni aongee, waelewane wao kama wa viongozi, sisi tunawasikiza wao. Ikiwa yeye anachukua sheria mikononi mwake, sisi hatufai hivi. Sahii amekwenda kumpiga mwanamke ndani ya bunge. Hii kitu sisi tunakemea vibaya sana, na tunasema huyu mtu sisi hatufai.